Kasaco Media tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Yani najisikia furaha sana kupata hati, yani nashukuru sana. Hii itaenda kunisaidia kama mkopo yani, nataka hata kutafuta ku, trekta ya kulimia naenda na na, na kibali changu hiki, naomba trekta nisaidiwe, niendelee kujinufaisha na maisha yangu. jisikia vizuri kwa sababu ardhi yangu imekuwa, mmenitunzia ardhi. Hata kuuza ovyo ovyo, sitauza mpaka mpaka watoto wangu wakue, waikute ardhi make, itakuwa ni kizuizi kuuza, mpaka tuelewane. Nikiri wazi, Wizara ya Ardhi inatuheshimisha sana, Chama cha Mapinduzi kwa sababu inatupa faida kwa duka letu ambalo tumewapa kuuza. Upimaji huu una faida kubwa kwa wananchi wetu wa Magu. Kwanza, ndugu wananchi, hati hizi inatakiwa mzitunze mzitunze, kwa sababu huu ndio urithi wenu, ardhi hii ni ya kwenu mzitunze, hilo la kwanza. Lakini la pili, tusiwe na tabia ya kuuza ardhi, ardhi hii tuitunze itusaidie sisi watoto wetu wajukuu wetu na hata watakaokuwa wanaufuatia katika vizazi vyetu, tusiuze. Lakini pia tufanye mabadiliko ya kimaisha, kwa sababu hati hizi kama tulivyoongea zinawatambulisha kisheria, lakini pia zinawasaidia kupata mikopo. Basi tunatarajia tuwe na matokeo chanya ya kimaendeleo, zisiwe sehemu ya migogoro, kuzulumiana, kuibiana na badala yake zitupelekee kutuletea maendeleo. Hati hizi na upimaji huu ambao umefanyika ukakomesha na kumaliza sana migogoro katika maeneo yetu. Kama eneo lako lina shida kwa sababu una umeshapimiwa tayari, basi wataalamu wetu wakija mtaoneshana mipaka vizuri na baadaye pasiwe na migogoro. Hatutarajii baada ya kuwa na hati hizi watu huvamiana katika viwanja vyetu, hataraji hilo sisi. Kama mkoa e, katika suala hili la kuhakikisha tunawapatia hati miliki wananchi, zile hati za kawaida zile za jumla na za kimila, ndio msingi na dira yetu kubwa ndani ya mkoa wa Mwanza. Kasaco Media tunaangazia maisha, tunaandika kesho.